Kitabu cha Ezekieli, sura ya 27 na 28. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, tuendelee mbele na kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Nami naitwa Mwalimu Petro, ninaukaribisha maeneo mbalimbali mbali, tuweze kuungana kwa njia hii ya sauti ili tusome neno la Mungu kwa pamoja. Watu wa Mungu, tusali ili tuanze rasmi kipindi chetu kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Bwana Yesu, tunakuinua, tunakushukuru kwa sababu ya hii nafasi ya neema ya msalaba wako mtakatifu itutakasaye dhambi zetu. Tunaomba msamaha, e Bwana, tunaomba utusaidie hata kusoma neno lako ambao ni dira na mwangaza wa maisha yetu, tuweze kuelewa, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tunasonga mbele na kitabu cha Hezekieli ambapo siku ya leo tunasoma sura ya ishirini na saba. Na ndio tuungane sasa na ndugu zetu wa Wedi Project, ili tuanze rasmi usomaji wa Biblia kwa njia ya, ya sauti. Mlango wa ishirini na saba. Neno la Bwana likanijia tena kusema na wewe, mwanadamu, mfanyie Tiro maombolezo, umwambie Tiro, ewe ukae penye maingilio ya bahari, uliye mchuuzi wa watu wa kabila nyingi, mpaka visiwa vingi Bwana Mungu asema hivi, wewe Tiro, umesema mimi ni ukamilifu wa uzuri. Mipaka yako ikati ya moyo wa bahari, wajenzi wako wameukamilisha uzuri wako. Mbao zako zote wamezifanya kwa misunobari itokayo Seniri, wametwaa mierezi ya Lebanoni ili kukufanyia mlingoti. Kwa mialoni ya Bashani wamefanya makasia yako, na sitaha zako wamezifanya kwa pembe iliyotiwa kazi ya njumu katika mti wa mihugu itokayo Kitimu. Tanga lako lilikuwa la kitani safi itokayo Misri iliyotiwa taraza, ili iwe bendera kwako, na chandalua chako kilikuwa cha rangi ya samawi na urujuani, toka visiwa vya Elisha. Wakaao Sidoni na Arvadi ndio waliovuta makasia yako; wanawako wenye akili, e Tiro, walikuwa ndani yako, ndiyo waliokuwa rubani zako wazee wa gebali na wenye akili wake walikuwa ndani yako wenye kutia kalafati merikebu zote za bahari na mabaharia wao walikuwa ndani yako ili kubadiliana biashara yako watu wa uajemi na ludi na putu walikuwa katika jeshi lako watu wako wa vita walitungika ngao na chepeo ndani yako wakadhihirisha uzuri wako watu wa Arvadi pamoja na jeshi lako walikuwa juu ya kuta zako pande zote, na wagamadi walikuwa ndani ya minara yako. Walitungika ngao zao juu ya kuta zako pande zote, wakaukamilisha uzuri wako. Tarshishi alikuwa mfanyabiashara kwako, kwa sababu ya wingi wa utajiri wa kila aina; kwa fedha na chuma na bati na risasi, walifanya biashara wapate vitu vyako vilivyouzwa. Uyunani na Tubali na Mesheki ndio waliokuwa wachuuzi wako, walitoa wanadamu na vyombo vya shaba kwa biashara yako. Watu wa nyumba ya Togarma walifanya biashara kwa farasi, naam, na farasi za vita na nyumbu, wapate vitu vyako vilivyouzwa. Wadedani walikuwa wachuuzi wako, visiwa vingi vilikuwa soko la mkono wako, walikuletea pembe na mpingo ili kuvibadili. Shamu alikuwa mfanyabiashara kwako, kwa sababu ya wingi wa kazi za mkono wako, walifanya biashara kwa zumaridi na urujwani na kazi ya taraza na kitani safi na marijani na akiki, wapate vitu vyako vilivyouzwa. Yuda na nchi ya Israeli walikuwa wachuuzi wako, walitoa badala ya bidhaa yako ngano ya minithi na mtama na asali na mafuta na zeri. Dameski alikuwa mfanyabiashara kwako kwa habari ya wingi wa kazi za mkono wako, kwa ajili ya wingi wa aina zote za utajiri; akaleta divai ya Helboni na sufu nyeupe Wedani. Na Yavani walifanya biashara toka uzali kwa vitu vyako; chuma kilichofuliwa na mdalasini na mchai vilikuwa katika bidhaa yako. Dedani alikuwa mchuuzi wako kwa nguo za thamani za kutandikia farasi. Arabuni na wakuu wote wa Kedari ndio waliokuwa wafanyabiashara wa mkono wako kwa wanakondoo na kondoo waume na mbuzi; kwa hao walifanya biashara nawe. Wachuuzi wa Sheba na Raama ndio waliokuwa wachuuzi wako; badala ya vitu vyako walitoa wa manukato yaliyo mazuri na kila aina ya vito vya thamani na dhahabu. Harani na Kane na Adini, wachuuzi wa Sheba na Ashuru na Kilmadi walikuwa wachuuzi wako. Hao ndio waliokuwa wachuuzi wako kwa vitu vya tunu, kwa vitambaa vya nguo za samawi na kazi ya taraza, na masanduku ya mavazi ya thamani yaliyofungwa kwa kamba na kufanyiziwa kwa mti wa mierezi, katika bidhaa yako. Merikebu za Tarshishi zilikuwa misafara yako kwa bidhaa yako, nawe ulijazwa sana ukawa mtukufu sana katika moyo wa bahari. Wavuta makasia wako walikuleta katika maji makuu. Upepo wa mashariki umekuvunja moyoni mwa bahari. Mali zako na bidhaa yako na utajiri wako, wana maji wako na rubani zako, na wenye kutia kalafati wako, na wafanyabiashara wako, na watu wako wa vita wote walio ndani yako, pamoja na jeshi lako lote lililo ndani yako, wataanguka katika moyo wa bahari katika siku ya kuangamia kwako, kwa sauti ya vilio vya rubani zako, viunga vyako vitatetema, na wote wavutao kasia, wanamaji, na rubani zote wa bahari watashuka katika merikebu zao na kusimama katika nchi kavu, nao watasikizisha watu sauti zao juu yako, nao watalia kwa uchungu na kutupa mavumbi juu ya vichwa vyao na kugaagaa katika majivu, nao watajifanya kuwa na upaa kwa ajili yako na kujifunga nguo za magunia viunoni, nao watakulilia kwa uchungu wa roho, kwa maombolezo ya uchungu, na katika kulia kwao watakufanyia maombolezo na kukuombolezea, wakisema: ni nani aliye kama Tiro, kama yeye aliyenyamazishwa kati ya bahari? Bidhaa zako zilipotoka katika bahari, uliwajaza watu wa kabila nyingi, uliwatajirisha wafalme wa dunia kwa wingi wa mali zako na kwa utajiri wako Wakati ulipovunjwa na bahari katika vilindi vya maji bidhaa zako na jeshi lako lote walianguka kati yako. Wote wakao katika visiwa vile watakustaajabia na wafalme wao wameogopa sana, wamefadhaika nyuso zao. Wafanya biashara kati ya kabila za watu wa kuzomea umekuwa kitu cha kutisha, wala hutakuwapo tena milele. Mlango wa ishirini na nane. Neno la Bwana likanijia tena, husema: Mwanadamu, mwambie mkuu wa Tiro, Bwana Mungu asema hivi: kwa kuwa moyo wako umeinuka, nawe umesema mimi ni Mungu, nami nimeketi katika kiti cha Mungu kati ya bahari; lakini umwanadamu, wala si Mungu, ujapokuwa umeweka moyo wako kama moyo wa Mungu. Tazama, una hekima kuliko Danieli, hapana neno la siri watu wawezalo kukuficha. Kwa hekima yako na kwa fahamu zako umejipatia utajiri, nawe umepata dhahabu na fedha katika hazina zako. Kwa hekima yako nyingi na kwa biashara yako umeongeza utajiri wako, na moyo wako umeinuka kwa sababu ya utajiri wako. Basi kwa hiyo Bwana Mungu asema hivi: kwa kuwa umeweka moyo wako kama moyo wa Mungu, basi tazama, nitaleta wageni juu yako, watu wa mataifa wenye kutisha nao watafuta panga zao juu ya uzuri wa hekima yako, nao watautia uchafu mwangaza wako. Watakushusha hata shimoni, nawe utakufa kifo chao waliouawa kati ya bahari. Je, utazidi kusema mbele yake huyo akuuaye, mimi ni Mungu? Lakini umwanadamu, wala si Mungu, mkononi mwake akutia jeraha. Utakufa kifo cha hao wasiotahiriwa kwa mikono ya wageni, kwa maana mimi nimenena neno hili, asema Bwana Mungu. Neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, umfanyie maombolezo mfalme wa Tiro, umwambie Bwana Mungu asema hivi: wewe wakati ya muhuri kipimo, umejaa hekima na ukamilifu wa uzuri. Ulikuwa ndani ya Adeni, bustani ya Mungu, kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, akiki na yakuti manjano na almasi na zabarajadi na shohamu na yaspi na yakuti samawi na zumaridi na baharamani na dhahabu; kazi ya matari yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako, katika siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikaye, nami nalikuweka, hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu; umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako. Kwa wingi wa uchuuzi wako, watu walikujaza udhalimu ndani yako, nawe umetenda dhambi. Kwa sababu hiyo, nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu kama kitu kilichonajisi, nami nimekuangamiza ewe kerubi afunikaye, utoke katika mawe hayo ya moto. Moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako, Umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako; nimekutupa chini, nimekulaza mbele ya wafalme, wapate kukutazama. Kwa wingi wa maovu yako, katika uovu wa uchuuzi wako, umepatia unajisi patakatifu pako; basi nimetokeza moto kutoka ndani yako, nao umekuteketeza, nami nimekufanya kuwa majivu juu ya nchi, machoni pa watu wote wakutazamao. Wote wakujuao kati ya kabila za watu watakustaajabia umekuwa kitu cha kutisha, wala hutakuwapo tena hata milele. Neno la Bwana likanijia kusema, Mwanadamu, uuelekezee Sidoni uso wako, ukatabiri juu yake, useme, Bwana Mungu asema hivi: Tazama, mimi ni juu yako, e Sidoni, nami natukuzwa kati yako. Nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana nitakapokuwa nimetekeleza hukumu zangu ndani yake na kutakasika ndani yake, maana nitampelekea ya tauni na damu katika njia kuu zake, na hao waliotiwa jeraha wataanguka kati yake kwa upanga, juu yake pande zote. Nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Wala hautakuwapo mchongoma uchomao kwa nyumba ya Israeli, wala mwiba uumizao miongoni mwa wote wamzungukao, waliowatenda mambo ya jeuri. Nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu. Bwana Mungu asema hivi, nitakapokuwa nimewakusanya nyumba ya Israeli na kuwatoa katika watu ambao wametawanyika kati yao na kutakasika kati yao machoni pa mataifa, ndipo watakapokaa katika nchi yao wenyewe niliyompa mtumishi wangu Yakobo, nao watakaa humo salama; naam, watajenga nyumba na kupanda mashamba ya mizabibu na kukaa salama nitakapokuwa nimetekeleza hukumu zangu juu ya watu wote wanaowatenda mambo ya jeuri pande zote nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wao.